Uh, ukienda kule mahakama ma, ma, maktaba kuu utapata, ukienda katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hautapata, ukija hapa mahakama makuu ya Tanzania hapa Dar es Salaam hapa hautaipata hiyo sheria hiyo gazeti. Mwisho wa siku ni kwamba hii sheria ambayo imekuwa inatumika kinyume cha, cha, cha sheria inavyoagiza kwamba lazima sheria yenyewe itangaze lini itaanza kufanya kazi au basi ionekane kwamba e, kuna sheria nyingine itaitangazia kwamba inatakiwa kufanya kazi na iwe imewasilishwa bungeni. Watafiti wanasheria wamekwenda bungeni, wameangalia kule bungeni, kwa zile answers zote zinaonyesha kwamba hakuna siku kwa hata moja katika vile vikao sita mfululizo ambavyo vya, vya bunge vya mwaka 2018 na 2019, ambayo sheria hiyo imeshakuwasilishwa na ilivyo, kwa nini kuonyesha kwamba serikali imetekeleza matakwa ya sheria ile ya utafsiri wa sheria ambayo inadai kwamba sheria ikichapishwa kupitia gazeti za serikali basi iwasilishwe bungeni hicho ichi, hakijafanyika. Sasa baada ya hayo yote basi e, mawakili wa serikali wamesema kwamba e, wao wanahitaji muda mrefu wa kidogo kufanya utafiti kupita sehemu zote hizo ambazo mwenyekiti amezitaja, ina wao waweze kutoa majibu ya kujitosheleza. Sasa kutokana na hivyo basi, mahakama imesema kwamba imekubaliana na hoja ya serikali kwamba inahitaji muda wa kuweza kuwapatia muda mrefu